Twendeni, <tabu> <tabu> <tabu> mkaangalia wenyewe yamening'inia hivi <tabu> <tabu> yamening'inia, yani yako ovyoovyo kweli, yani paka yanatia huruma. Ni wakazi wa kijiji cha Buzilasoga wilayani Sengerema mkoani Mwanza wakilalamika kuhusiana na uchakavu wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Buzilasoga, hali inayohatarisha maisha ya walimu na wanafunzi shuleni hapo shule ya msingi buzilasoga ina jumla ya vyumba vya madarasa 11 miongoni mwa vyumba hivyo vinne ni vibovu vikihitaji ukarabati wa haraka kunusuru maisha ya wanafunzi walimu na wafanyakazi wengine wa shule hiyo redio saut fm imefunga safari hadi kijijini hapo takriban umbali wa kilomita na 68 kutoka jijini mwanza kujionea hali halisi katika shule hiyo ambayo baadhi ya majengo yake yamejengwa wakati wa ukoloni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kata ya Buzilasoga ina wananchi 16132 ikiwa ni ongezeko kutoka watu 13348 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Buzilasoga Enoch Bahati, na kuhudhuriwa na kaimu mtendaji wa kijiji hicho wananchi hawa walitaka kwenda kubomoa vyumba vibovu vya madarasa katika shule hiyo kwa madai kuwa vinahatarisha maisha ya wanafunzi pamoja na waalimu, baada ya mdhibiti ubora kwa shule za msingi kutoa amri ya kufungwa kwa shule hiyo ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Kwa hiyo kama mnasubiria barua ili kuyadondosha ya madarasa, wasitisheni wanafunzi wasiendelee kwenda shule. Wale watoto wadogo wanajichomekachomeka tu kwa sababu sio kachanga baada ya ma, kuyabomoa ma, ma, majengo ambayo yako kwenye hatari

Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi Buzilasoga Samuel Lafel akizungumza kwenye mkutano wa hadhara amesema kuwa uongozi wa shule hiyo umelipa uzito suala la ubovu wa miundombinu shuleni hapo, ambayo inakwamisha mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji, na kuuliza kuwa juhudi mbalimbali zimekwisha fanyika kufikisha taarifa sehemu husika mimi pia nimeshafuatilia, yani anavyosema mtendaji kwamba ameandika barua. Mimi nimeshaenda mara nyingi na nimeshatuma yani picha za hilo jengo, tumeshazituma nahisi zimeshafika hata mpaka wizarani. Kwa hiyo issue ya kubomoa jengo la taasisi, mpaka mmiliki wa taasisi atoe nini kibali. Radio SAUT FM na SAUT Digital imeshuhudia wanafunzi wakisoma chini ya miti na kutumia mawe kama madawati kutokana na ubovu pamoja na uhaba wa vyumba vya madarasa huku walimu wakilazimika kutumia ofisi ya mwalimu mkuu pamoja na darasa la awali kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Buzilasoga Enoch Bahati alikuwa na haya ya kueleza. Imefikia tunauliza tunahojua mpaka ifikie hivi watoto wakae chini? Shule yetu ni kata, kata ya Buzilasoga, tena katani mtoto anakaa chini, hii inawezekana? Ndio maana tumeitana. Lipeta Ngunda ni kaimu mtendaji wa kijiji na afisa mifugo katika kata ya Buzilasoga. Baada ya kuzuka kwa sintofaham katika mkutano na wananchi, akapata nafasi ya kuelezea wananchi kuhusu utaratibu wa kubomoa majengo ya serikali. Tumeshaandika barua kwenda kwa mkurugenzi kwa ajili ya kuomba yale madarasa ambayo ni hatarishi kwa watoto yabomolewe. Kwa hiyo hilo ombi tayari nimeshalipeleka kwenye ofisi ya nani, ya mkurugenzi nimeshaandika barua na barua nimeipeleka jana. Hata hivyo, baada ya kutafutwa kwa mkurugenzi wa wilaya Sengerema, amesema kuwa hana taarifa kuhusiana na kinachoendelea katika kijiji cha Buzilasoga, huku akiahidi kufuatilia suala hilo na kulitafutia ufumbuzi. Dolingson Edward, Sauti Digital <muchilis>